Mimi binafsi tumefurahiwa sana uongozi ya dokta Samia Suluhu Hassan kwa miaka minne iliyopita kulingana na miradi nyingi ambayo imetekelezwa ilani wa Chama cha Mapinduzi, maana ukiangalia kila upande, mfano kama mifugo, mfugo yetu kwa sasa tunaendelea na chanjo ambayo tumepatiwa na serikali wa CCM ambayo huwa kwenye ugonjwa mapafu, chanjo lake ni shilingi elfu moja, lakini kwa sasa sisi wafugaji tunalipa shilingi mia tano baada ya serikali ya chama cha mapinduzi nao kulipa mia tano na sisi wafugaji unalipa shilingi mia tano. Ukienda kwa mbuzi tunalipa shilingi mia tatu, kwa sababu uwa tunalipaga mia sita lakini kwa safari hii, kwa sababu serikali yetu ameweka mkono, na wakalipa mia tatu na sisi wafugaji unalipa mia tatu. Lakini kiangalia jesho hata kijiji chetu tuna jesho mpya ambayo kwa sasa naendelea kutoa huduma kwa wafugaji wetu, lakini pia maeneo ya malisho ambayo tulijitengea sisi kama sehemu ya matumizi bora ya ardhi. Tunashukuru sana serikali yetu, maana natendea kutulindia, na bado naweka ombi langu kwamba hata kwa awamu hii sasa, maana nina imani sisi matashinda tu, maana tutaendelea pia kupambania chama chetu na kutafutia kura, ili rais yetu, mbunge wetu, na madiwani wetu aendelee kushinda, aendelee kutulindia maeneo yetu ya malisho, kwa kwa sababu sisi wafugaji bila ng'ombe maisha yetu yatakuwa ngumu sana, na ng'ombe bila eneo ya malisho nao haitawezekana kufuga. Kwa hiyo naendelea kuomba serikali yetu shikifu aendelee kutulindia maeneo yetu ya malisho lakini ukiangalia maeneo pia ya afya, tuna kituo ya afya hapo kijiji cha jirani, tuna tuna sanati kwenye kijiji chetu cha Emboreet hapa jirani, na tuna ndani ya kijiji chetu, tuna vituo za afya hapo jirani, za kata ya Terrar kata ya Lobosiret. Tuna gari ya ambulance ambayo inaendelea kusaidia jamii kwa bei nafuu, ukilinganisha magari ambayo huwa tunaitumia huku nyuma, ambayo sanati tulionayo ni ya kanisa lakini kulingana na haya magari tuliyopata kwa kipindi hii, anaendelea kutusaidia. Mawasiliano ya barabara sio mabaya, sipokuwa bado tunahitaji mwashauri yetu ataendelee kuangalia, maana kuna baadhi ya vitongoje anaitokana anaiunda kijiji chetu, kuna zingine bado changamoto ya barabara ipo, sipokuwa imepungua kwa asilimia kubwa. Mawasiliano ya masimu tunaendelea kunalo, sio mbaya, tunashukuru kwa hiyo tunashukuru sana tuna kila sababu ya kuendelea kuitetea chama cha mapinduzi aendelee kushikilia madarakani kwa sababu tunaendelea kuweka kuona faida yake tunashukuru sana lakini pia naendelea kushukuru sana sana sana chama chetu hasa kuturudisha mbunge wetu James Olemilia mbunge msomi hakika mimi binafsi nilifurahi sana kwa hiyo kwa sababu tulichagua kwa kura nyingi na chama ameturudishia hakika naendelea kushukuru sana, sana, sana na madiwani wetu ambayo tuliochagua tumerudishiwa, tunashukuru sana. Jinsi ambavyo chama cha mapinduzi ambacho mimi ni msemaji wake mkuu katika mkoa, tulivyoridhishwa na utekelezaji wa ilani ya CCM katika kipindi cha miaka mitano kilichopita, kazi ambayo imefanywa na serikali ya chama cha mapinduzi inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan Ilani yetu tulipoipeleka serikalini mwaka elfu mbili na ishirini ikiwa ni ilani ya elfu mbili na ishirini, elfu mbili na ishirini na tano ilijieleza kinagaubwaga mambo ambayo chama cha mapinduzi kilinuia wananchi wa nchi hii wafanyiwe na serikali ya chama chetu ili kusudi maisha yao yaweze kubadilika na kuwa bora zaidi. Maeneo hayo ni karibu maeneo yote, eneo la huduma za kijamii, lakini eneo vile vile la huduma za kiuchumi. Na katika maeneo yote hayo, tulibainisha kwenye ilani yetu kwamba kwenye maeneo yote wananchi wa Tanzania washughulikiwe ili wapate huduma karibu na wao, kwa utumishi wa serikali yao. Ukiangalia katika mkoa wetu kwa mfano, katika elimu, katika maji, afya, mawasiliano, kwa maana ya miundombinu iwe ni ya barabara au mawasiliano mengineyo maji, maendeleo ya jamii, karibu wa kila eneo, serikali ya CCM katika mkoa imetekeleza kwa asilimia kubwa kubwa sana katika kila wilaya. Elimu kwa mfano, kwa elimu ya msingi, shule nyingi sana zimejengwa katika mkoa mzima, iwe ni wilaya ya Mbulu tena Mbulu zote mbili Mbulu mji Mbulu vijijini wilaya ya Hanang wilaya ya Babati Babati zote mbili Babati mji na Babati vijijini, lakini Kiteto na hata Simanjiro kote ongezeko la shule za msingi katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa ilani hii hususan katika hiki kipindi cha miaka minne Ja uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ongezeko la shule mpya na hata shule ambazo zimefanyiwa ukarabati na ukarafati limekuwa ni kubwa sana. Nasisitiza kwamba hili eneo bado tunatakiwa, na nadhani kwenye utekelezaji wa ilani ijayo tuendelee kulitazama na kuliboresha zaidi. Kwa mfano, kuhakikisha kwamba mkoa unaunganishwa kutoka makao yake makuu kwenda kila wilaya ukitoka Babati mjini ukapita Singe Galapo Chubi ukapita Kutish ukaja Kimotoro na hata tawi jingine likaondoka kwenda kule Kiteto. Hiyo barabara ni barabara ya muhimu sana katika mkoa na kwa vile imekuwekwa katika ilani ya mchempita, Nadhani ni wakati mwafaka sasa barabara hii kufikiriwa kujengwa ili kurahisisha mawasiliano na usafirishaji na usafiri wa watu kuunganisha mkoa kutoka eneo moja hadi jingine, badala ya viongozi wa mkoa kutoka makao makuu kwenda maeneo mengine ya mkoa.